Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Nitumie nafasi hii kumshukuru Mungu kwa ajili ya pendo lake. Popote pale ulipo, dada ulipo, kaka ulipo, mtumishi wa Mungu yoyote yule, nataka nikukaribishe kwenye ibada hii ya saa, lango la saa, kwa ajili ya usiku wa leo, ambapo tutakuwa na maombi mafupi kwa ajili ya siku ya leo. Uh, ebu mshukuru Mungu kwa ajili ya usiku wa leo. Baba, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Asante kwa ajili ya neema na pendo lako kwetu. Tunakushukuru kwa sababu ya uaminifu wako, umetutunza toka asubuhi tulipoamka. Sasa hivi ikiwa ni siku nyingine ya tarehe 28 mwezi huu wa kwanza, ikiwa ni siku ya Jumatano kabisa nyingine. Bwana Yesu, tunakushukuru, tunakutukuza kwa ajili ya pendo lako katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Baba, asante kwa ajili ya neema yako. Kwa ajili ya baba huyu, asante kwa ajili ya mama huyu katika jina la Yesu mkono wako na uaminifu wako mkono wako na neema yako mkono wako na uwepo wako mkono wako na nuru yako vikazidi kutendeka pamoja na sisi nasi tunainua na kupaza sauti zetu mbele zako tukisema baba asante kwa maana fadhili zako ni za milele na mkono wako ni mwema maana fadhili zako ni za milele katika jina la Yesu Kristo aliye hai na wote tuseme amen Nataka nikuombe kwa dakika chache, tumia muda huu, share hii linki kwa marafiki zako, share linki, watumie, waambie saa, muda wa saa ya lango, maombi ya saa ya lango tayari katika lango la saa yameshawadia. Kwa hiyo unaweza ukamtumia rafiki yako yoyote yule ambaye unamuona yuko hapo. Moja kwa moja, sitakuwa na muda mwingi sana wa kuweza wewe, wakati una share, nataka tuende moja kwa moja kwenye kitabu kile cha ruka Luka, ile sura ya kumi na moja Luka, ile sura ya kumi na moja Luka sura ya kumi na moja na ule mstari wa tano Luka sura ya kumi na moja kuanzia mstari wa tano neno la Mungu linasema. Luka sura ya kumi na moja na ule mstari wa tano Biblia inasema kwamba akawambia, ni nani, ni nani kwenu aliye na rafiki akamwendea usiku wa manane na kumwambia rafiki yangu nikopeshe mikate mitatu, mm -hmm, kwa sababu rafiki yangu amefika kwangu akatoka sa, atoka safarini, nami sina kitu cha kuweka mbele yake mm -hmm. Na yule wa ndani amjibu akisema, usinitaabishe, mlango umekwisha kufungwa nasi tumelala kitandani, mimi na watoto wangu, siwezi kuondoka nikupe kupe. mm -hmm. Mstari wa nane, nawaambia ya kwamba ijapokuwa haondoki ampe kwa kuwa ni rafiki yake, lakini kwa vile alivyoacha kumwomba, asivyoacha, asivyoacha, asivyoacha, asivyoacha, zingatia neno asivyoacha kumwomba mm -hmm. kumwomba ataondoka na kumpa kadri ya haja yake. Nami mm -hmm. nawaambia ombeni, mtapewa; tafuteni nanyi mtaona; bisheni nanyi mtafunguliwa, kwa kuwa kila aombaye hupokea, naye atafutaye huona, naye abishaye atafunguliwa. Maana ni yupi kwenu aliye na baba ambaye mwana akimwomba mkate atampa jiwe au samaki badala, au amwombe samaki badala ya samaki ampatie nyoka. Naomba turudi kwenye mstari wa nane. Neno la Mungu linasema kwenye mstari wa nane, nawaambia ya kwamba ijapokuwa haondoki ampe kwa kuwa ni rafiki yake, lakini kwa vile alivyo, ach, alivyo asivyo kwa vile asivyoacha kumwomba ataondoka na kumpa kadri ya haja ya moyo wake. Nataka nikwambie kwamba kadri unavyoendelea kugonga, unavyoendelea kubisha, unavyoendelea kumwomba Mungu Mungu ana uwezo wa kutoka na kuja kukupatia haja ya moyo wako unayoitaka. Narudia tena. Kwa kadri unavyoendelea kutoka, Tena ni usiku wa manane. Huyu jamaa alienda usiku wa manane. Akaendelea kugonga na kugonga na kugonga. Yule jamaa, uvumilivu ukamshinda. Na baada ya uvumilivu kumshinda ilimbidi atoke kumpa. Maana yake ni kwamba kiwango chako cha maombi mbele yako na uvumilivu ndicho kitakachokupa majibu ya siku hiyo unayoiomba. Siku yako imewekwa kwa kadri utakavyogonga. Unatamani Mungu leo akufanyie nini? Unatamani Mungu leo atende kitu gani kwako? Unatamani Mungu afanye jambo gani kwenye maisha yako? Maana yake, kwa kadri unavyoendelea kugonga, unavyoendelea kuomba, unavyoendelea kusumbua, unavyoendelea kumwomba, ndivyo atakavyokupa. Biblia inasema kwamba kwa kadri alivyoendelea kumsumbua yule rafiki yake, ndivyo alivyotoka. Maana yake Uzuri, Mungu alisema hivi, siwaiti ninyi watumwa tena, bali mmekuwa rafiki zangu. Kwao Mungu kumbe ni rafiki yetu, tuna uwezo wa kumwomba tunachotaka na akatupatia kama rafiki zake. Haleluya! Kwao sisi tungelikuwa watumwa, sisi tungelikuwa watumwa, kuna vitu tusingeweza kuvipata. O, kadri unavyorudi kumtaka Mungu, kadri unavyorudi kumwambia Mungu ninahitaji jambo hili. Mungu ninataka kitu hiki. Mungu ninataka hiki na ukaendelea kumwomba. Maana yake hapa ninapata kitu kingine, Roho Mtakatifu ananiambia ya kwamba ukiamua kuombea jambo moja, basi simama kwenye jambo hilo hilo na Mungu atakujibu. Huyu jamaa tuliyemwona kwenye kitabu cha Ruka sura ya kumi na moja na ule mstari wa nane anasema, kwa kadri alivyoendelea kumsumbua, alivyozidi kumsumbua, ndivyo rafiki yake alivyotoka kuja kumpa. Maana yake ukitaka ombi moja kumwomba Mungu, kwamba Mungu, kuanzia siku ya leo ninatamka katika jina la Yesu kazi zangu zote zitaendelea, biashara yangu itakuwa na wateja Yaani, unakaa kwenye ombi hilo hilo mpaka ibada inakuja kuisha. Hata Yesu alirudia ombi lile lile, akaenda mahala pa uwezo wa kutupwa jiwe, akapiga magoti, akaomba roho yake ikiwa na huzuni, akasema e Baba, ikiwezekana kikombe hiki kiniepuke. Akaondoka tena, akaenda akapiga magoti tena, akaomba ombi lile lile, Mungu akamnyamazia. Maana yake na sisi tuna uwezekano wa kurudia ombi lile lile maneno yale yale tuliyoyaomba, kama Yesu aliomba Baba, ikiwezekana kikombe hiki kiniepuke, akaondoka kaenda tena akaomba, Baba, ikiwezekana kikombe hiki kiniepuke, akaondoka tena akaenda akaomba ombi lile. Maana yake kadri wewe unavyojitokeza, unavyoamua kuomba unavyoamua kuomba ombi lile lile. Leo tutakuwa na muda wa kuomba ombi moja tu kwa ajili ya siku yako, ombi moja tu. Bwana, siku yangu ikawe ya baraka, siku yangu ikawe. Kama unaomba amani, kaombe amani tu. Kama ni ya furaha, ukaombe furaha. Kama ni ya uchumi, kaombe hicho. Omba ombi moja ndani ya dakika kumi na tano. Nataka nikuonyeshe mwanamke mwingine mtu mwingine ambaye alimfata mtu alivyong'ang'ania akapewa alichokuwa. Kitabu cha Luka ile sura ya 18 kuanzia mstari wa kwanza. Luka sura ya 18, mstari wa kwanza inasema akawambia, mfano ya kwamba imewapaswa kumwomba Mungu siku zote, wala msikate tamaa. mm -hmm. Akasema palikuwa na kazi katika mji fulani, hamchi Mungu wala hajui hajali watu mm -hmm. na kati, kat, na katika mji huo palikuwa na mwanamke mjane aliyekuwa akimwendea akisema, nipatie haki yangu na, na adui wangu, na adui wangu. Mm -hmm naye kwa muda alikataa, halafu akasema moyoni mwake, ijapokuwa simchi Mungu wala sijali watu, lakini kwa kuwa mjane huyu ananiuzi, nitampatia haki yake asije kunichosha kwa kunijilia daima. Bwana akasema sikilizeni, asemavyo yule kazi dhalimu. Mstari wa saba anasema na Mungu je, hatawapatia haki wateule wake wanaomlilia wa mchana na usiku, naye ni mwaminifu kwao? Nawaambia, atawapatia haki upesi, walakini atapokuja mwana wa Adamu je, ataiona imani duniani? Swala so, si la kuomba kwamba yaani, maana yake kuomba jambo moja. Yamkini Mungu angalikuwa amekujibu maombi yako muda mrefu, ila kwa sababu ile ya kuhamahama. Jumatatu unaombea hiki, Jumanne unaombea hiki, Jumatano unaombea hiki, Alhamisi unaombea hiki. Kaa kwanza kwenye kitu kimoja. Kwa mfano, kama lango hili, tutakuwa na ombi moja. Ninakutaka uhakikishe omba ombi hilo kwa uaminifu, ya kwamba mkono wa Bwana uwe juu yangu. Wewe utajua utakavyoomba, lakini kile unachokiona ndani yako kwamba hiki kinanifaa mimi kwenye maisha yangu kwa siku ya leo. Maana hapa tunaifungua siku, wewe kaombe unachotaka Yaani hadi mpaka tunakuja kusema ame. Hata kama ukirudia, Baba, malango yangu yawe wazi siku ya leo. Baba, malango yangu yawe wazi siku ya leo. Baba, malango yangu yawe wazi siku ya leo. Malango yangu kwenye eneo la uchumi yawe wazi. Malango yangu kwenye eneo la uchumi yawe wazi siku ya leo. Malango yangu kwenye eneo la uchumi yawe wazi siku ya leo. Malango yangu kwenye uchumi yawe wazi leo. Malango la malango yangu kwenye eneo la kiuchumi yawe wazi usiku wa leo. Malango yangu kwenye eneo la kiuchumi yawe wazi usiku wa leo. Yaani, una uwezo wa kuomba hivyo hivyo. Wewe kama ni mgonjwa unatamani kupona, Baba siku ya leo ninatangaza ya kwamba nitanyanyuka na kutembea baba usiku, siku ya leo ninatangaza na kunyanyuka na kutembea. Kama wewe ni mfanyabiashara unaweza ukaomba ya kwamba yoyote aliyesimama kinyume na biashara yangu siku ya leo aondoshwe. Yoyote aliyesimama kinyume na biashara yangu aondoshwe. Yoyote aliyesimama kinyume na biashara yangu aondoshwe. Yoyote aliyesimama kinyume na biashara yangu aondoshwe. Yoyote aliyesimama kinyume na biashara yangu aondoshwe. Yani kaa pale, ndio maana unawaona hao watu niliokuorozeshea, hawa wameamua kwamba mimi nitabaki kwenye eneo moja. Mimi nitabaki kwenye jambo moja. Nitaombea yule wa mikate, aliendelea kumsumbua, Bwana nipatie mikate, nina mgeni nyumbani kwangu, ninataka akale. Aya, akatoka akampa mwanamke. Hiyo ni Ruka moja Ruka kumi na moja mstari wa tano hadi wa nane. Halafu kwenye kitabu cha Ruka hiyo hiyo mstari wa sura ya kumi na nane na ule mstari wa kwanza hadi ule wa sita, eh, utaiona hiyo. Yule mwanamke mjane alimfata yule askari akimu, akimwambia, nipatie haki yangu, Mungu nipe haki yangu, Mungu nipe haki yangu ya kuheshimiwa, Mungu nipe haki. Ombi lile lile kwa usiku wa leo tutakuwa tunamwambia Mungu. Kama ni malango, omba pale. Kama ni uchumi, omba pale. Na mimi nitakuwa na kuombea kila ombi utakaloliomba. Sema, Baba, katika jina la Yesu. Usiku wa leo ninatangaza na ninaamuru kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, hiki ninachokuja kuomba. Hili ni ombi langu siku ya leo, hili ni ombi langu siku ya leo. Katika jina la Yesu ninayaamuru mapambazuko, ninaiamuru siku ya leo, ninayaamuru mapambazuko yakubarike, yanipokee katika jina la Yesu. Haya, anza kuomba kila ambacho unataka Mungu akitendee. Usibadilishe ombi, kaa pale pale Omba kila ambacho kama ni kurudia maneno, rudia maneno. Kama ni bwana fungua malango yangu, mwambie Bwana fungua malango yangu, maana imeandikwa, malango yangu yatakuwa wazi mchana na usiku. Ninatangaza katika jina la Yesu, kila anayeomba kwa habari ya malango ya biashara, biashara yake ikaitike. Kila anayeomba malango yake ya kiuchumi, uchumi wake ukafunguke. Kila anayeomba malango yake ya amani, amani ikaonekane katika jina la Yesu, renamashandarabakata rekaamashandelekaaaba rekelemandarabadaba pangilia siku yako, pangilia siku yako. Ayubu anasema kwamba je, umeamuru mapambazuko yako asubuhi wa na waovu wa kungute mbali na wewe? aamashandarabakata kila waovu juu yako hawataipata, biashara yako hawataipata, huduma yako hawataipata, afya yako hawatakupata wewe pamoja na watoto wako poenda watoto wako shuleni walindwa na Bwana Baba, ninatangaza malango yetu yawe wazi, malango yetu yawe wazi kwa jina la Yesu. Wakati tunaianza siku ya leo, tunatangaza kwenye malango, tunatangaza kwenye malango hayo malango yaliyokuwa yamefungwa. Wale wakuu wa giza wanaosimama usiku wa manane kwa ajili ya kufunga malango, ninatangaza katika jina la Yesu malango yetu yawe wazi kwa damu ya mwanakondoo na kwa jina la Yesu. Kila mlango na ufungua juu yako, kila mlango na ufungua juu yako kama tulivyo ombi la lango la saa, na sisi tunatangaza kwenye lango la saa ya kwamba malango yetu siku ya leo ya tarehe ishirini na nane mwezi huu wa kwanza, tunatangaza katika jina la Yesu ya kwamba malango yetu yawe wazi, ya kwamba lango letu la siku halitazuiliwa, halitazuiliwa, halitazuiliwa, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. E Bwana, mfungulie kila mmoja anayeomba mda huu anayepaza sauti yake mda huu. Mfungulie kila mmoja kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu lyakatarabadaba ryakanamasheteledeba rokorina makatelebaraba robaboboriamtalaga dabadaba

Natangaza malango yako yazidi kuwa wazi. Yoyote aliyekuwa amesimama kwa ajili ya kuzuia siku ya leo kusiwa na baraka juu yako, siku ya leo kusiwa na upendeleo juu yako, siku ya leo kusiwa na msaada juu yako, siku ya leo kusiwa na feva yoyote, inatangaza katika jina la Yesu kwa jina la Yesu Kristo aliye hai, usiku wa manane ndo usiku pekee ambapo tunajua utendaji wa Mungu unapita kutenda kazi. Bwana Yesu tembea, kwa ajili ya malango ya ufanya biashara, kwa ajili ya malango ya mtoto mmoja ambaye biashara yake anaiombea usiku wa leo, ninatamka kwa jina Yesu, wewe usibadilishe ombi hilo. Hilo ombi ulilonalo, endelea kumwomba Mungu. Kama ni habari ya uchumi, muombe. Kama ni habari ya uzao, muombe kwenda tukamalize, muda huu wa kuomba Bwana atakuwa amekutendea jambo. Utashangaa kuna kitu kinatokea ndani yako, utashangaa kuna jambo lina, linaonekana ndani yako. Usibadilishe ombi hilo hilo uliloanza nalo. Kwa habari ya afya ninatangaza uzima. Kwa habari ya uchumi ninatangaza, kwa jina la Yesu, yeyote anayeomba usiku wa leo, yeyote anayeomba lango la sahihi, ninaamuru katika jina la Yesu. Maana tumemwona yule kijana aliyekuwa mfata rafiki yake akimwomba mkate Alimsumbua hivyo hivyo, mwambie tu Bwana, usiku wa leo nifungulie jambo hili, nipatie jambo hili, nipe jambo hili, fanya jambo hili kwa habari ya maisha yangu, kama ni kwa habari ya huduma, kama ni kwa habari ya ndoa. Bwana Bwana, fanya Bwana, mwambie Bwana afanye. Maana yeye ana uwezo wa kufanya jambo lolote, wa kufanya kitu chochote katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, rinobo shanda la bakata makori na mashanda reketele bagadosa yantele bakata yele masuka yakataraba zeremakata yakele matuzereba yokotarabadaba anima sondaraba yakana mashanda. Natangaza katika jina la Yesu, malango yangu yawe wazi, malango yako yawe wazi, katika jina la Yesu. Kitabu cha Isaya sura ya 60 mstari wa 11. Neno la Mungu linasema, "Na malango yako yatakuwa wazi daima, kama tulivyo ombi la lango la saa. Na sisi tunatangaza siku yetu, malango yetu yakae wazi. Kule kwenye biashara yako, ninatamka wateja wakaje. Kule kwenye biashara yako, ninatamka wateja wakaje siku ya leo. Katika jina la Yesu. Reketelemanda, yandarabakataraba, zelemakataraba, Yantaraba Zorobo yantarabakata, zorobokataraba, ya tele makata zele baba baba roko lina mashanda makata rabada masokota yan taraba zele kete masekete rokotope zekateleba makatarada zele makata yan torobo masakata Maombi yetu yakatendewe, ninatangaza katika jina Yesu. Kila ombi ulilo liomba kwenye lango la saa, ninatangaza katika jina Yesu. Bwana akutendee mema, Bwana akujibu, Bwana akuonekanie, Bwana awe sehemu yako, Bwana awe pamoja na wewe katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, Yesu. Kwa nguvu za Roho Mtakatifu, chochote ulichomwomba Bwana akufanyie, chochote ulichomwomba Bwana akutendee, chochote ulichomwomba Bwana akufanyie katika jina la Yesu. Baba asante, tunakushukuru kwa ajili ya maombi haya ya lango la saa na maombi haya ambayo wameomba watoto wako na watumishi wako. Ninatamka kila mmoja ambaye ameomba usiku wa leo, mkono wako ukawe pamoja naye siku ya leo kwanza, na alipoianza siku ya leo katika uwepo wako, ninatamka siku yake haitakuwa ya kilio haitakuwa ya huzuni, badala yake itakuwa na kicheko na furaha ndani yake, katika jina la Yesu. Msaada wa Bwana na mkono wa Bwana ukawe pamoja na wewe, na Mungu akubariki na Mungu akutendee mema, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, mwana wa Mungu ali hai, na wote tuseme amen. Mungu akubariki sana, Mungu akutendee mema, uwe na wakati mwema. Asante kwa kuwepo kwenye maombi ya lango la saa, na uwe na wakati mwema. Tukutane wakati ujao. Shalom, shalom. Lakini pia kama una matoleo yako ya sadaka, kama una matoleo yako ya sadaka kwa ajili ya maombi haya tuliyoomba, namba za simu ziko hapo kwenye skrini yako. Unaweza ukatumia hizo kwa ajili ya kutoa sadaka yako. Namba ya Mpesa ni 0796 mia saba na mbili mia tatu ishirini na tatu, lakini jina linakuja Kesha na Kristo Network kwa Mpesa. Lakini kwa CRDB benki: sifuri moja tano mbili ishirini ishirini na moja sita kumi na saba sifuri sifuri, jina linakuja Benjamin Abel Yohana. Mungu akubariki pia kama utafanya hivyo kwa sadaka yako, lakini pia kwa sadaka yako kwa lipa namba lipa namba ni 350 932 149 jina linakuja Kesha na Kristo Network. Mungu akubariki sana kwa kufanya hivyo, asante sana. Tukutane wakati ujao, uwe na wakati mwema. Shalom, shalom.